Leo ni maadhimisho ya miaka thelathini ya VETA, taasisi ambayo inatoa elimu katika tasnia mbalimbali za ufundi kama vile ufundi cherehani, ufundi bomba, ufundi umeme na ufundi wa vyombo mbalimbali vya moto. Katika maadhimisho hayo, mgeni rasmi alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa. Ikumbukwe kwamba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 Waziri Majaliwa ameongeza kwa kusema kwamba mjadala unaoendelea mtaani kuhusu wahitimu wa, wa vyuo kupata elimu ya VETA una tija, hivyo Serikali iangalie mazuri yanayojadiliwa na kuyafanyia kazi. Tumieni fursa ya maadhimisho haya kuweza kuweka mwelekeo wa kitaifa, kutoa ushauri wa namna kuboresha mafunzo stadi hapa nchini. Wale ambao mnaendesha vyuo na nafasi mzuri ya kueleza changamoto. VETA yenyewe ina nafasi mzuri ya kueleza changamoto zilizopo na namna ya kuzitatua. Huo mjadala unaendelea huko mtaani, serikali ichukue muhimu yale yote ambayo ni bora katika kuboresha mfumo wetu wa ufundi stadi hapa nchini, ili tuuingize sasa kwenye curriculum, tufanyie kazi huo mjadala. Upiti tu hovyo, una, una, una mambo mazuri ambayo yanashauri pia serikali namna ya kwenda na mimi nimeushuhudia na naufuatilia kwa ukaribu. Hakika unatija mjadala ule.